Nilikuwa nijua kwenye chaneli yangu, wao wanawaambia kuwa ukifanya kazi kwa utulivu, ukiwa mwaminifu, ukiwa mvumilivu, kwa sababu kwenye, kwenye kazi kuna kila aina ya makwazo, unaweza ukapata mitihani aina yoyote, sio mitihani ile mikubwa, labda unapigwa, unanyimwa mshahara, hiyo ndio unaweza kufanya mtu ukimbie kazini au ukatee ukatae kazi. Lakini ugumu wa kazi tu usione tabu, vumilia. Maisha ya nyumbani ni magumu, pesa kuipata ukajenga kwa kiwanja si rahisi kwa mtu mwenye maisha ya chini kama sisi, nijiwekea na mimi mfano. Mimi mnaponiona hapa tuko Ethiopia, naelekea Omani, nimetoka Tanzania. Hapa tuko transit, Ethiopia, Addis Ababa direct, waoneshe ndege, tumeshuka na ndege hizo hapo Ethiopia. Hapa tunasubiri kupanda ndege nyingine kuelekea Omani. Kwa hiyo kama ninavyoambia na kila siku kwenye video zangu, nanikieleza kwa ndugu zangu wavumilivu mimi baada ya kukaa na mabosi zangu, kuwa mwaminifu, mvumilivu, kuishi nao vizuri kwa wema, bila kupiga watoto wao, bila kufanyaje. Makosa madogo madogo yanakuwepo, lakini nilivumilia mpaka sasa, wamekubali kunichukua tena kwa mara ya pili kuingia nchini kwa gharama yao na kila kitu, mimi pamoja na mwanangu n kwa hiyo namshukuru Mungu, siwezi kuwaweka kwa ubaya. Sisemi kuwa wapo wote wazuri, hapana. Changamoto za binadamu zipo, wabaya wapo, wazuri wapo. Hata kwetu tupo sisi wazuri na wengine tupo wabaya. Kwa hiyo msisemee hao wanasema huko hivi na hivi. Kwa wale ambao wanasema, tunataka tuelekee Dubai kwa sababu Dubai ndio bora bora, Dubai, jamani, Dubai ni kugumu, kuna kazi ngumu. Kwa hiyo kwa wale ambao unajua, ni mara yako ya kwanza kwenda Oman kufanya kazi au kwenda nje kufanya kazi, niseme hivyo anzia nchi ya Omani kwa sababu unaweza kukutana na madam Kiswahili au yule madam mshashi ambaye hajui Kiswahili, anaweza kukutafutia madam ambaye anajua Kiswahili akatafsiri kile unachotaka. Kwa hiyo, nachowasii kikubwa sana mue waaminifu, mue wavumilifu mnapofanya kazi kwa mabosi zenu. Usikione kitu cha mtu ukaiba, usione watoto wake ukapiga usiwe maneno maneno, kama vile tumezoea nyumbani, nataka nikazurule, niende huku, niende ijaza, niende wapi ijaza. Zina changamoto jamani, kuna watu wanapata magonjwa. Msione vile tunapokuwa nyumbani tumepima, ukasema labda Omani hakuna wagonjwa. Hapana, hilo silikalili, wapo wagonjwa wewe umepimwa, umeingia vizuri kwa afya yako nzuri kabisa. Usijidanganye ukakubali kutembea na mwanaume yoyote, hata kama ni mwafrika mwenzako. Asikwambie bosi oo, hivi maanake ntakuongeza mshahara. Sio kweli, utautoa utu wako, ujidharirishe, upate mimba, hujui uende wapi hasara kubwa kabisa. Nawapenda, nawajali watu wote ambao mnafuatilia kwenye chaneli yangu. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare video zangu kwa watu wengine wote, endelea kujifunza vitu vingi kabisa. Direct, waoneshe airport yote ilipo. hapa ndio Addis Ababa, hapa ndiyo Addis Ababa airport. Leo tarehe ishirini mwezi wa kumi na mbili mwaka elfu mbili na ishirini na nne Hmm. Asante director. Hmm. Kingine, ndugu zangu, nataka niwaambie kuhusu mkataba, mikataba ambayo inatotoa Tanzania kuja Omani ndani, ina changamoto moja. Changamoto ya kwanza ni mshahara. Kwenye mkataba tumeandikiwa riali mia na ishirini ikalili, hiyo riali mia na wow, ishirini, wewe unafika kwa bosi wako ambaye ndo kwanza umeingia mara ya kwanza, utashangaa bosi anakupa riali 90 au anakupa 80. Kwa nini? utasema mimi nimeandikiwa kwenye mkataba mia na ishirini, kwa nini napewa 80 napewa 90? Dugu, ndugu zangu ni ule mkataba unatufanya tufanye kupita tu tuingie kazini, lakini sivyo inavyotakiwa kuwa, tukokwenda tunalipwa liali 120. Ukiona mtu anakwambia mimi nalipwa liali mia na ishirini, ujue huyo ana miaka mingi pale kazini, wende anaongezewa kila mwaka na kila mtu na bahati yake. Mtu anaweza kaenda leo kapewa 100, mwingine akaenda mara kwanza akapewa mia kwa hiyo msiwe mnaingia mitandaoni kupotosha watu kwa mkataba, mkata mshahara ni mia na ishirini. Ndugu yangu wewe goma kazi kwa sababu hujapewa mia na ishirini? Rafiki yangu, ndugu yangu mpenzi, unaenda ukiwa unaviki kama mimi, kavumilie, ufanye kazi. Wewe ndio unajua ulikotoka, rafiki yako yoyote hajui shida ulizoziacha, kavumilie. Riali 80, sawa ni ndogo, lakini si sawa na kukosa kabisa. Kwa hiyo mjitahidi, mkataba usiwadanganye ukagoma kazi ukakimbia. Mwisho wa siku kuta umesafirishwa kabisa, alafu kasema, ningejua nisingemsikiliza fulani, ningekaa nifanye kazi. Asanteni sana. Hiyo ndiyo adesa baba Ethiopia. mm -hmm.